tofauti. Lakini katika jumla ya madhambi moja ilikuwa mbaya zaidi kuliko zingine. Huyu bwana karibia na kifo chake, alipoona sasa mimi naelekea kufa, yumo katika kitanda cha mauti, akawaita watoto wake wote, na watu wameshakuwa wakubwa, ana watoto zaidi ya kumi. Akawauliza watoto wake, mimi nilikuwa ni baba aina gani kwenu nyinyi? Wale watoto wakaanza kumsifu baba yao, wakasema, mashallah baba yetu ilikuwa ni mtu mzuri kwa kweli, umetulea, umetusomesha, umetulisha, umetuvisha, umetupa mahitaji yetu, umetukuza mpaka leo, tumekuwa ni watu katika ardhi hii, tunaheshimika, kwa kweli ulikuwa ni mtu mzuri. Yule baba akawaambia watoto wake, nyinyi mlikuwa hamjui kitu. Kwa hivyo mimi baba yenu nawapeni wasia, mimi naona siku zangu za kuishi duniani imeshakaribia wakati wowote naweza nikaondoka, naweza nikafariki. Maanake mimi nitakapokufa, na wausieni wanangu, ichukueni mwili wangu huu, kisha muitie moto, mkusanye mkuni uliokuwa mkubwa, muitie moto. Hii mwili ikishabakia, kwamba mwili wangu imebakia kwamba ni jivu, ile jivu na mifupa iliyobakia itwangeni mpaka iwe poda, kisha mchanganye na ile jivu alafu muigawe sehemu mbili, sehemu moja muitupe baharini na sehemu moja mungojee upepo mkali muipeperushe, ili Mwenyezi Mungu asiweze kunipata tena. Anawaambia watoto wake, in qadara llahu alaya, katika riwaya in qadara llahu alaya lau adhibani adhaban ma adhabahu ahada. Lau Mwenyezi Mungu atanishika mimi ataniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu kiumbe katika dunia hii. Ndio unaona anaelezea, Abdullahi bin Abbas anasema, unajua huyu bwana alikuwa anafanya nini, ndugu yangu, katika madhambi aliyoyafanya. Miongoni mwa madhambi mabaya aliyoyafanya huyu bwana, kazi yake ilikuwa ni kuuza sanda ya maiti. Hii sanda anaipata wapi? Hii wakati mtu anapofariki, anapokwenda kuzikwa yeye yeah, anajifanya pia anakwenda kuzika, kumbe anakwenda kuangalia huyu bwana amezikwa wapi. Usiku wa manane anarudi kwenye giza, anafukua ile kaburi, anamtoa ule maiti, anamvua sanda lake, anamzika akiwa uchi. Hii sanda anakwenda kuifua, anaipiga pasi, anaipeleka sokoni, anakwenda kuuza. Riski anapeleka nyumbani, anawaambia watoto wake, wallahi, mimi Mwenyezi Mungu akinishika ataniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu kiumbe katika dunia, basi hakuna zaidi hapa lakini hawa watoto, ndugu zangu, Mtume wa sallam anasema baba yao